Wanadamu walizidi kuongezeka duniani, lakini kadri walivyozidi kuongezeka, maovu yao pia yakazidi kuongezeka. Biblia inasema: Bwana akaona ya kuwa uovu wa mwanadamu umejaa duniani, na kila kusudi la mawazo ya moyo wake ni maovu tu siku zote. Mungu akasikitika kwa kuwa alimuumba mwanadamu, akasema: nitafuta wanadamu niliowaumba juu ya uso wa dunia lakini katika giza hilo lote paling'aa nuru moja. Lakini Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Nuhu alikuwa mtu wa haki, asiye na lawama miongoni mwa watu wa wakati wake. Alitembea na Mungu, alisimama kinyume na mtindo wa dunia yake. Mungu akamwagiza Nuhu, jenga safina ya mti wa mvinje, ndani yake tia vyumba na ipake lami ndani na nje. Mungu alimpa vipimo vya kina vya jinsi safina inavyopaswa kujengwa. Urefu wa mikono mia tatu. Upana wa mikono hamsini. Timo kimo cha mikono thelathini. Vyumba vitatu vikubwa. Mlango mmoja, dirisha moja. Akamwambia aingize katika safina hiyo. Wanyama wa kila aina wawili wawili. Chakula cha kutosha na familia yake, yaani mke wake, wanawe watatu na wake zao. Nuhu hakupinga, hakuwaza, wala hakujitetea. Alitii. Biblia inasema Nuhu akafanya yote kama alivyoamriwa na Mungu. Wakati wengine waliendelea na maisha yao, kula, kunywa, kufunga ndoa na kadhalika, Nuhu alikuwa akijenga safina. Mwaka baada ya mwaka watu walimcheka lakini aliendelea. Alifanya kazi kwa bidii kwa sababu aliamini ujumbe wa Mungu. Kisha siku ikafika. Wanyama wakaingia, mlango wa safina ukafungwa na mvua ikaanza kunyesha. Mvua kubwa. Maji kutoka juu na chini yakafurika. Dunia yote ikafunikwa. Gharika ikaendelea siku arobaini usiku na mchana. Hakuna mlima, hakuna mji wala hekalu lililoweza kusimama, lakini safina ya Nuhu iliendelea kuelea kwa sababu ndani yake kulikuwa na utii na neema ya Mungu. Baada ya siku nyingi, maji yakaanza kupungua. Safina ikatua juu ya mlima Ararati. Nuhu akamwachilia kunguru, kisha njiwa. Na alipoona kuwa dunia imekauka, Mungu alimwagiza Nuhu atoke nje pamoja na familia yake na wanyama wote. Nuhu hakusahau kumshukuru Mungu. Mara tu alipotoka, alijenga madhabahu akatoa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Mungu, kwa harufu ya sadaka hiyo, akasema, na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika nyingine kuiharibu nchi. Mungu aliweka upinde wa mvua angani, akasema: mimi nauweka upinde wangu winguni, hii ndiyo ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni, nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Baada ya ile gharika, Nuhu akaishi miaka 350 mpaka pale alipofariki akiwa na umri wa miaka 950. Hadithi ya Nuhu ni hadithi ya maonyo, lakini pia ni hadithi ya tumaini. Ni onyo kwamba uovu wa mwanadamu una matokeo, lakini pia ni tumaini kwamba utii huleta wokovu, si kwa wingi wa watu, bali kwa uaminifu wa mtu mmoja tu. Leo Mungu bado anatafuta Nuhu wa kizazi hiki, watu wa haki wanaosimama imara katika dunia iliyopotoka. Je, wewe uko tayari kuwa mmoja wao? Tuandikie maoni yako hapo chini, tushirikishe sehemu gani ya hadithi hii imekugusa zaidi. Usisahau kulaiki video hii, kukomenti na kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Biblia Takatifu Kiswahili kwa simulizi zaidi zenye uzito wa kiroho. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa mwaminifu kama Nuhu. Ubarikiwe.